Nkutananayo kwenye magrupu mpaka mwenyewe nikashangaa, nikasema jamani, hii surprise ni ya namna gani hii? Lakini pia nimshukuru ndugu yangu hapa Juma amekuwa ni mtu ambaye hakati tamaa, ingawa kisukari kiko juu sana e. Lakini jamani, niwaombeni tuendelee kuwa watu wema. Mimi jamani, mda mwingine naweza nikasema kwamba haya yote haya yanayofanyika sababu ya historia iliyokuwa nyuma yangu. Mimi nimekosa mkopo miaka mingapi? Mitatu mfululizo, unaona. Kwa hiyo mda mwingine mwanafunzi anapopatwa na shida, kuna wakati huwa anahisi kwamba anateseka mda wote, na ndio maana mda mwingine mtu, kuna watu wengine waga wanasema kwamba anatumia AI kwamba akituma meseji na ijibu kwa wakati, lakini si AI kwa mwingine, kwa ni kwa sababu natambua kwamba mda mwingine huyu mtu anafanyaje, anateseka. Kwa hiyo niwaombeni jamani, tuendelee kuwa hivi.